Mkopoa kabisa, so my name is Jennifer Jovin also known as Niffer. Nitakuja na mada nzuri kabisa. Hii mada jamani, ni mada nzuri kwa watu ambao wako very focused, watu ambao wanataka nini kwenye maisha yao. Na leo nina mada nzuri sana kwa ajili ya watu ambao wanapenda sana biashara. Nimekuwa nafuatilia na watu wengi sana ambao wanapenda biashara wanapenda na kufanya biashara, na wengi wao wamekuwa wakiniuliza like Nifa, na mtaji wangu nataka kufanya kitu fulani, au Nifa, nimefunga biashara yangu imeharibika imefanya nini imefanya nini. Don't worry I have the best tips Kutokana na uelewa wangu mimi, pamoja na watu tofau tofauti ambao nimewauliza, vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia kabla ya kufungua biashara au kabla ya kuanzisha biashara. Kama tunavyofahamu, usipokuwa makini, una uwezo wa kuwa na mtaji wako mzuri kabisa wa kutosha na ukafungua vitu, lakini ukawa unavifanya vinakufa. So naenda kukupa vitu vya kuzingatia kabla hujafungua au hujaanzisha biashara. So let's start. Hint number one: kuwa na utayari. Yani, kabla hujaanza wewe mwenyewe kutaka kujua hivi, hey, biashara gani inalipa, ina inafanya nini, inafanya nini usifanye, kwa sababu kuna mtu anakupressurize wewe kufanya hicho kitu. Kuna watu ndio wanaweza kawa wanahitaji, lakini they are not business oriented na huwezi ukamlazimisha mtu, yaani kuna watu ndio wanaweza kawa wanahitaji, ana muonekano ana uwezo wa kufanya kitu fulani, lakini tu yeye nguvu yake yani haiko kwenye biashara, kwa hiyo usimlazimisha mtu kufanya biashara kama unahisi yeye hataki biashara. Ni utayari. Kwa hiyo wewe mwenyewe kwanza, ambaye unauliza hili swali, hakikisha kwamba una utayari. Utayari utakaokuwa nao wa kufanya biashara fulani utakusaidia wewe, utakapokutana na changamoto uweze kuwa na uwezo wa kuweza kuzisolve, uweze kuwa na uvumilivu, uweze kuwa na subira, uweze kuwa na uwezo wa kutaka kujua zaidi kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo you have to be ready wewe kama wewe, usifanye kwa sababu mume wako amekulazimisha, usifanye kwa sababu rafiki zako wote wanafanya biashara. Uweze kujua pathia wewe ya kufanikiwa haiko kwenye biashara, lakini kama kweli unataka kuwa kwenye biashara you have to be ready because business is not simple. Number two, anza kwa kuangalia mazingira ambayo yamekuzunguka. Kuna watu ambao hawafanyi hawafanyi utafiti. Yaani, angalia kwenye mazingira yaliyokuzunguka, una watu wa aina gani? Unaweza ukawa wewe sawa, unapenda kuuza labda nguo, lakini sehemu ambayo uliopo watu they don't care about clothes they don't care kabisa about clothes, so you have to check sehemu ambayo vitu watu ambao vitu wanavipenda vya ile sehemu wanapenda vitu gani, ni vitu gani wanavifuatilia sana. Unaweza ukawa umekaa sehemu ambayo labda ina shule eh, kwenye ile shule hawapikii vyakula vizuri, unaweza ukawa unapika chakula unaenda kuuza kwenye kile shule kwenye ile shule, kwa sababu kuna shule ambazo wanaruhusu food from outside. Unaweza kama kaa sehemu ambayo kuna wanaume wengi, unaweza kufungua kitu ambacho kinahusiana na mambo ya mpira, kwa sababu watu wanapenda mpira, so you have to do research first. Angalia watu ambao uko nao pale, wanapenda nini, wana utamaduni gani, ni kitu gani wanakihitaji zaidi. Kuna vitu ambavyo watu wanakuwa wanavihitaji mara kwa mara. So check hizo vitu, check hizo opportunities, ni kitu gani ambacho hawa watu wanakosa, hawana, ndio wewe uanze kukifanya ili kuweza kuwa aribisha watu na kuwavuta watu zaidi kuweza kuipokea huduma yako. Hint yakonb anza na kile kinachokuingizia pesa, kisha utafanya kile unachokipenda. Kwa mfano huu mfano ntatoa mfano kwa kupitia tu? Mm -hmm, mm -hmm, mimi tum mimi napenda sana utangazaji na nimesoma maalumn lakiniaz Nauza makapeti, nauza viti, nauza kila kitu kizuri nifa nauza. Na siuzi kwa sababu ndio kitu ambacho nilikuwa nakipenda since then, lakini niliangalia kwanza kitu ambacho kinaweza kikanipatia pesa. Niliangalia watu wanaonizunguka, ni mimi ni kijana napendeza, watu wanapenda navyovaa, so okay, if people like what I wear why can't i sell these things to them. Kama watu wanapenda vitu navyovivaa, kwa nini siweze kuwaletea na najua sehemu ya kuvipata? Kama watu wanapenda kupendezesha nyumba zao, kwa nini nisiwatengenezee vitu wakati mimi najua sehemu ya kuvipata, au nina mafundi ambao wanaweza kanitengenezea vitu ambavyo hawa watu wanavitaka? Kwa hiyo nilianza kwa kufanya kile ambacho kinaweza kuniingizia pesa, kwa sababu nina uwezo wa kufanya marketing nzuri na kuwa attract wateja. Sasa hivi nimesha kuwa na uwezo wa mimi kuiacha ile biashara ikajisimamia, lakini kupitia hii hii biashara ambayo naifanya, nina uwezo sasa wa kuinvest kwenye kile kitu ambacho ninakipenda. Napenda kuwa mtangazaji, lakini kama ningeanza mwanzo, huenda ningekuwa natumika tu na watu bila kulipwa. Ningekuwa nalipwa pesa ambayo ni dogo, mshahara ambao hauwezi kukidhi mahitaji yangu ya kila siku. Lakini kwa sababu nilijua ni kitu gani ambacho ninakihitaji, nimeanza kuinvest kwenye biashara nyingine pesa nimeipata, so right now ninaweza kufanya kitu chochote kwa uzuri na ufasaha, kwa sababu tayari pesa ninayo inayoweza kunisaidia mimi kulikiendeleza kile kitu ambacho ninakipenda, lakini kwanza nilianza na kile ambacho kinaweza kulipa pesa. Kwa hiyo kuna watu ambao unaweza ukawa unakuta uh, unapenda sana kuwa mwanamichezo right? Lakini mwanamichezo kwa kipindi hiki hauwezi ukakupa pesa ambayo itakufanya wewe uweze kuwa na vifaa, uweze kukutana na watu unaowataka, uweze kununua, yani uweze kuwa kwenye ile position ambayo wewe unataka. Kwa hiyo lazima kwanza utafute kitu ambacho unaona kabisa hiki kitu kinaweza kikaniingizia pesa. Kwa mfano wewe unajua sana kucheza mpira Hauwezi ukaanza kwa kucheza mpira hapo hapo ukaweza kila kitu, lakini unaweza ukaanza kwa kuuza vifaa vya mchezo. Unaweza kanunua mipira, unaweza kuuza jazz, unaweza kaanza kuwa konta kwanza. Kwa hiyo biashara kama jamani, mipira mizuri igobeko, sijui tishiti nzuri igobeko, sweta nzuri igobeko, lakini vyote vinahusu sports. Baada ya hapo, ndio unakuja kuwaonesha watu jamani, mimi na kipaji changu cha kucheza mpira hivi na hivi na hivi. Wakati unacheza mpira umeshapokuwa konta, una hela zako, una uwezo wa kutoa donation mashuleni, unaweza kuanzisha ligi zako, unaweza Everything is possible the thing that you have to know is how to balance these things ili usiweze kupotea kwenye njia. Hint number four, fanya research. Fanya research. fanya research fanya. Kuna watu wana pua pua research, ndio maana mara nyingi watu ambao wanaanza biashara wakiwa na mitaji mikubwa biashara zao zina fail, ni kwa sababu hawana research wewe ambaye unaweza ukaanza na mtaji wa milioni mia na mwingine akaanza na mtaji wa milioni mbili au milioni moja. Unaweza ukashangaa, mbona huyu wa milioni moja, milioni mbili kila siku anapiga hatua, lakini vitu vyangu vinakufa? Ni kwa sababu ameshajua changamoto za biashara hiyo anayoifanya kuanzia akiwa chini anajua biashara ikitokea, nimeleta mzigo aujaenda, nafanyaje ili kuweza kusukuma vizuri. Anajua wateja wake wanataka kitu gani, ameshawasoma, wanapenda vitu vya dizaini gani, hawapendi vitu vya dizaini gani, materio gani ni nzuri, materio gani sio nzuri. Nzuri kama anauza chakula, amesha jua wateja wake Jumamosi wanapenda chakula gani, Jumapili wanapenda chakula gani. Lakini wewe ukianza kwa kukurupuka, utaweka kila chakula, kumbe kwenye mita ile mitaa watu hawapendi samaki, labda ule mtaa samaki zina historia mbaya, kuna samaki iliwahi kumla mtu I, vitu kama hivyo vipo kwenye tamaduni za watu. Kwa hiyo inabidi ufanye research kwamba hii sehemu ambayo mimi nataka kuweka biashara yangu naiweka vipi, na hii point ya nne inaendana na point ya tano kwamba lazima ujue location ambayo unataka kuweka kitu chako. Ukishajua location kwamba k okay, mimi niko Mwanza, huwezi kauza sasa samaki Mwanza au dagaa Mwanza kwa wingi kwa ukubwa, kwa sababu ziwa lipo kule, lakini una uwezo wa kutengeneza samaki wako vizuri uh, dagaa wako vizuri ukawasafirisha kuja da, kwa sababu da hivi vitu hakuna. Ukimwambia mtu wa dagaa ametoka Bukoba, lazima atataka kula dagaa, kwa sababu wametoka Bukoba. Da hawapo, sisi tunaelewana, jamani. So you have to to to have. Inabidi uwe na strategies, inabidi ufikirie, inabidi ufanye research kwamba okay, mimi nimeamua kufanya hiki kitu. So, nakifanya vipi? Research hawa watu ambao naamua kuwauzia, je, ni watu sahihi, au sio watu sahihi? Kitu cha sita, kwa sababu point number 4 na number 5, Think of ways ambazo you're going to be unique. Unaleta vipi utofauti katika kile kitu ambacho unataka kukifanya kwa sababu kama ni kuuza dagaa wako wengi wanauza dagaa, kama ni wauza nguo wako wengi but why nifa? Kwa nini nifa, hmm? fikiria namna ambavyo wewe utakuja kuleta utofauti katika kile kitu ambacho unakifanya. It's not going to be easy. Kuna watu ambao wa mtu anakuja, huna utofauti huna nini, umefungua akaunti yako ya Instagram miezi miwili unaanza kulalamika, yani insta hakuna wateja. Awadada wanadanga, nani kakwambia? Nani kakwambia? Nani kakwambia Lazima utengeneze strategies, na hauwezi ukafungua business page yako ya Instagram miezi miwili ukategemea, hapo hapo utauza, utarudisha mtaji hapo hapo, utapata faida hapo hapo, utapata wateja wote hapo. Hapana, hapana, kila kitu kinaenda kwa step, taratibu. Yani katika kufikiria, unaanzisha biashara gani, hivi vitu, uvumilivu na subra viko sambamba, you have to be ready for anything, you have to be, yani hiyo iko part pia ya research, kwamba okay mimi sawa, nimeshaamua kwamba nitakuwa na ubunifu wangu. Naweza ukaleta ubunifu wako, lakini pia watu wakachelewa kukubali. Yaani, usitegemee kwamba utaanza tu hapo hapo and everything itakuwa smooth kwamba okay, okay okay okay. Sasa nimesha nimeshapata ubunifu wangu nafanya, lakini umefanya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, sasa mbona nimefanya ubunifu watu hawaji? It's not going to be easy, it's going to be hard and hicho ndo kitakufanya wewe uonekane ni bora ubora wako utatokana na uvumilivu wako katika kitu ambacho unakifanya. It's not going to be easy, mark my words, but keep trying, keep trying. Unadondoka, unainuka, unafanya tena, unadondoka, unainuka, unafanya tena. Na usimdharau mtu yoyote, hasa unayefanya naye biashara. Sawa, hata kama we umemzidi followers kumi, una kitu cha kujifunza kwa yule mwenye followers mmoja. So you have to be ready, you have to be patient na wateja wa jinsi wa, walivyokuwa wa wa utafungua peji yako, wataangalia, watapenda ubunifu wako, lakini lazima mtu awe na utayari wa kutaka kujua kwamba huyu mtu ambaye ninamwangalia hapa, je, kweli anatuma mizigo mikoani? Je, kweli nikitaka kitu changu nitakipata kwa wakati? Kwa hiyo kuna watu unaweza usipate wateja hapo hapo, lakini ukapata followers ambao wanakutizama kwa umakini. Kwa hiyo wewe unavyokuwa unaendelea kuonesha ile consistency, unaendelea kukifanya kile kitu mara kwa mara, unam-attract mteja na kuweza kukipenda kile kitu ambacho anakifanya, na angaweza kununua vitu kutoka dukani kwako au kwenye business yako au kwenye biashara yako. Hints na tips ziko nyingi sana but i hope hizi chache ambazo nimezitoa zitakusaidia kukupa moyo, zitakusaidia kukufanya wewe uweze kuwa na amani, uweze kujua unaanzia wapi, unaishia wapi, unashika wapi, unaacha wapi. Kikubwa, you need to have faith. Na hii naweka tena kwa wanawake, yaani hii ni kama ya kuongezea juu kuna wanawake anataka aanze biashara mimi mpaka na milioni tano. Nani kakwambia? nani kakwambia? You have to take the opportunity. Ukiona opportunity grab it, usisubiri mtu akwambie. Hakuna mtu ambaye alianza moja kwa moja. Mimi nataka nikifungua duka langu ah, ili niwe na shelf ina pochi mia huku kuna viatu vina pea mia mbili huku kuna t-shirt sitini haiwezekani. Hata mbuyu ulianza kama mchicha, anza na kidogo ulicho nacho unaweza ukawa na mtaji wako wa laki tatu kuna mwingine na mtaji wake wa milioni tano lakini wewe ukaleta biashara zako na mtaji wako wa laki tatu na mzunguko wako ukaja ukawa mkubwa kushinda yule mwenye milioni tano. So you have to believe in yourself. Na hapo wakati mwingine mnavyoona hizi maduka na maflem zina vitu vingi, msihadaike kwamba hii, yaani mimi biashara siiwezi, huyu hapa ana, ana followers wake sijui laki nne, angalia duka lake limejaa. Wakati mwingine hatuuzi, wakati mwingine hawauzi. So usiogope kwamba mimi, ndio maana watu wanawake wengine mnaachika kwa wanaume zenu, kwa sababu ukimwangalia mwanaume wako unaona nani, mimi nataka alipe milioni tano nifungue biashara never, never, never. Kuna mwanaume anataka kukuche kwanza. Wewe umeshaamua kuthubutu, umeshaamua kuthubutu, hata kama unaanza kwa pochi kumi, start now ni za kwako, ni mtaji wako wewe. Zile pochi utakavyohangaika kuziuza kutafuta wateja, kulia kuhangaika na watu, inakuwaje na compete vipi kwenye market, na kom, nashindana na vipi kwenye soko ili bei zangu mimi watu wazipende wachukue pale, ndio utakapopata akili zaidi ya kutaka kujua sasa hivi nilete bidhaa gani? Hii nimeshaileta watu wameshaiona, nafanyaje na nini na nini. Jamani, Mambo ni mengi sana. Hii mada nitakuja kuitumia pia, nitakuja uh, kuitengenezea video yake peke yake, kwa sababu ni mada ndefu sana. Nikiiongelea hapa sasa hivi, huenda nisimalize. I love you guys so much. Thank you so much kwa kuangalia video yangu. Kama umependa na kuomba acha comment, weka like. Lakini pia usiache kumtumia rafiki yako ambaye unadhani anapenda sana kufanya biashara au ungetamani afanye biashara. Mtumie aweze kuona ni kitu gani anachoweza kuzingatia na nini na nini. Wewe ambaye unadhani una maoni pia kuhusiana na kitu ambacho tumezungumzia, unaweza kuacha maoni yako kwenye comment. Na imani watu wote ambao watakuja kuangalia hii video watajifunza vitu vingi sana. I love you. Take care.